Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Bwana awe nanyi. Nawe roho ni mwako. Jina la Bwana litukuzwe. Tangu sasa na hata milele. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia. Ndugu zangu wapenzi, tumwombe kwa unyenyekevu Bwana Mungu wetu ili apende kubariki maji haya mtakayonyunyiziwa sisi kwa ukumbusho wa ubatizo wetu naye apende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa roho mtakatifu tuliyompokea mungu mwenyezi wa milele ulitaka kwamba kwa njia ya maji yaliyochemchemi ya uhai na chanzo cha utakaso hata roho zitakaswe na zipate zawadi ya uzima wa milele tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa njia ya yake tunatamani siku hii ya leo Bwana, tuimarishwe, ukubali chemchemi hai ya neema yako ifanywe upya ndani yetu, na tukingwe na maovu yote ya roho na mwili kwa njia yake, ili kwa mioyo safi tukujongee na tuweze kupokea wokovu wako inavyotakiwa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Amina. Ee Mungu mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yani chumvi hii ulioiagiza kwa njia ya, ya nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba Ee Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji haya, ufukizie ufukuzie mbali kila uovu wa adui nasi tutu, ututunze kwa uwepo wa Roho Mtakatifu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Wimbo ufaao wa unyunyizo wa maji. Amina. Neema na amani ya Mungu Baba yetu aliye asili ya baraka zote iwe na nyinyote na iwe roho ni mwako. Ndugu zangu, kazi ambayo tunaweka jiwe lake la msingi leo iamshe upya ya mioyo yetu na kutufanya tuwe na shukrani. Tuyafahamu maneno ya mzaburi yanayosema, Mungu asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure na Mungu asipoulinda mji wa ulindao wanakesha bure daima. Tunaposhughulikia mahitaji ya jirani zetu au jumuiya, na kutoa msaada wowote, tunakuwa washiriki wa kazi ya Mungu ya uumbaji. Basi ndugu zangu, tuombe msaada wa Mungu ili afanikishe ujenzi wa jengo hili ambalo jiwe lake la msingi tunalibariki leo, na tuombe kwamba ulinzi wake uwakinge na uwahifadhi salama wale wote watakaofanya kazi hii ya ujenzi na, kwa, na wale wote watakao e, watakaokuja kupata huduma mahali hapa ndugu zangu Tumuombe Mungu Baba mwenyezi ili kazi tunayoianza na kuiendeleza leo isaidie kujenga na kueneza ufalme wake na kutuunganisha sisi na Kristo aliye jiwe la pembeni katika imani na mapendo. Karibu kwa maombi, muitikie: utukuzwe Mungu milele, utukuzwe. Na Mungu, umetupa sisi elimu na nguvu ya kuwa wafanyakazi pamoja naye. E Bwana, utukuzwe Mungu milele. Kwa njia ya mwanao umechagua kujenga kanisa lako juu ya mwamba thabiti. E Bwana, utukuzwe Mungu milele. Kwa njia ya Roho wa mwanao unatufanya sisi tuwe jengo la kiroho Ambamo, eh, ambamo unafanya makao yako, eh, Bwana, utukuzwe Mungu milele na tupatia tumaini imara kwamba jengo tunalolianza leo kwa baraka yako litakamilika pia kwa ulinzi wako e Bwana. Kwa nguvu yako unatuunda na kutusafisha ili tuwe mawe hai, hata tustahili kujengwa katika Yerusalemu mpya na takatifu. E Bwana, kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wasamehe na sisi waliotukosea, situtie katika ka kishawishi, lakini utuopoe maovu. Baba mwenyezi na mwenye huruma, umeumba vitu vyote kwa njia ya mwanao na umefanya awe jiwe imara la msingi wa ufalme wako. Kwa hekima yako ubariki na ujalie kwamba kazi tunayoanza leo iwe kwa ajili ya sifa yako na ustawi wetu, na iendelee siku kwa siku mpaka ikamilike kwa ajili ya huduma ya afya kwa taifa lako teule kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amin. Basi mwasha mbaba askofu atalifungua jiwe la msingi kama ndio uzinduzi na kisha atafanya unyunyizo wa maji ya baraka katika jiwe hilo, na pia kwa maeneo haya ambayo ujenzi umeshaanza. Karibu mwasha mbaba

E, jengo hili na mionzi na, na kufanyia utafiti wa matatizo ya mfumo wa chakula ambalo limepewa jina la Usbu. Huyu ni mswizi mmoja, daktari wa upasuaji ambaye alipenda sana kusaidia watu ambao hawajiwezi kwa kutoa huduma za afya, na huyu bwana amesha fariki. Kwamba donated fedha zilizojenga jengo hili zimetolewa na huyu mama ambaye ni mke wa huyu baba anaitwa Rosemary Pope. Na jiwe la msingi limewekwa na mhashamu baba askofu Romanus Mihali wa jimbo la Iringa tarehe 22 mwezi wa 10 2025. Na kuendelea mbire sasa mwamba Mungu uendelee kuwa na baraka kwetu, kuwa baraka kwetu katika shughuli zote za ujenzi mpaka kukamilika. Kwa makofi na vigelegele kwa mwasha mbabasi. Tarehe 22, mwezi wa 10, 2025. Mhashamu baba Askofu, awali ya yote napenda kutoa shukrani za dhati kwa kukubali mwaliko wa kufika kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la mionzi na mfumo wa utafiti wa matatizo ya mfumo wa chakula endoscopy unit. Mhashamu baba Askofu, kituo hiki kinamilikiwa na shirika la masista wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Katoli, Jimbo Katoliki Iringa. Kituo hiki kilianzishwa kufuatia ombi la wananchi wa kijiji cha Wenda wakitaka huduma, uwepo wa huduma kama hii, maana wananchi hawa waliona wanahangaika sana kutafuta huduma za afya, ndipo kwa umoja wao wakaomba msaada kwa masisa wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu kuanzisha huduma. Baada ya masisa hawa kukubali ombi la lao ndipo mzee Gaudensio Malangalila na familia yake wakatoa eneo la ukubwa wa ekari saba. Tunawashukuru kwa ukarimu wao. Baada ya ufadhili huo, uongozi wa shirika kwa umoja wetu tumeendelea kuongeza huduma mbalimbali kama vile jengo la upasuaji mkubwa lililozinduliwa tarehe 18 mwezi wa 5 2024 na jengo la maabara ambalo limezinduliwa tarehe 29 mwezi wa 5 2025. Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake anazotujalia na hasa kwa neema ya siku hii ya leo, tunapoweka jiwe la msingi la jengo hili la mionzi na la kufanyia uchunguzi wa mfumo wa matatizo ya chakula. Tunatoa shukrani za pekee kwa Rosemary Book Weibel ambaye ametufadhilia fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili Mungu ambariki. Na tunamwombea pumziko la milele mume wake Usbu. Tunashukuru uongozi wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu kwa kusimamia kazi zote za ujenzi kwa uaminifu hadi kufikia hatua hii na tunawashukuru kwa majitoleo yao. Mungu awape nguvu, ili waendelee kukamilisha malengo yao waliojiwekea katika kutoa huduma hizi za afya. Tunategemea jengo hili litakamilika mwezi Novemba, na tunaendelea kumwomba Mungu na kumshukuru kwa mafanikio makubwa anayotujalia, kwani tayari vifaa vya kutolea huduma katika jengo hili tumeshavipata na hivyo tunategemea ifikapo mwaka 2026 litaanza rasmi kutoa huduma. <tune> Mhashamu Baba Askofu, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kutenga muda wako na kuja kuungana nasi katika hafla hii muhimu ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la mionzi na jengo la kufanyia utafiti wa matatizo ya mfumo wa chakula. Pia tunatoa shukrani zetu kwa watumishi wote wa kituo cha afya Saint Teresa na uongozi wa kijiji na wageni waalikwa na wote kwa kuja kuungana nasi siku ya leo. Mungu awabariki, tunawatakia majukumu mema. Imeandaliwa na mganga mfawidhi kituo cha afya Saint Teresa Wenda, asante. Na pili neno la shukrani kwa shirika la masista wa mishonari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu kwa kutupatia huduma hizi katika maeneo yetu haya ambayo e, yapo katika jimbo letu kwa namna ya pekee katika parokia ya Mlolo, tunaamini na, na ndivyo ilivyo kwamba uwepo wa kituo hiki ni baraka kwa watu wa mahali hapa na ni msaada mkubwa sana pia wa kichungaji. Sisi kama wachungaji tunaonja e, uchangamfu wa pekee ambao ume unaonekana katika maeneo yetu haya kwa sababu ya uwepo wa kituo hiki. Lakini tunashukuru sana kwa huduma ambazo zinatolewa hapa e, na tuna kama nilivyosema katika misa huduma ambazo kwa kweli ni msaada wa maisha yetu ya kiroho na kichungaji ambayo sote tumeitwa kwa ajili ya kumtangaza na kumshuhudia Kristo. Asanteni sana kwa upanuzi huu wa jengo hili ambalo litatuongezea huduma hizo za e, e, maswala ya mionzi na endoskopi ili watu wapate huduma zaidi. Tunashukuru sana kwa jitihada yenu, kama shirika kama uongozi wa kituo hiki na wote mnahusika kwa namna pekee. Tunapenda kumwombea e, raha ya milele e, marehemu wa familia hii, na tunamshukuru huyu maana, aliye fariki ni baba, mama bado yupo, na ndiye ambaye bila shaka ameweka juhudi hiyo e, katika ufadhili huo. Tunamshukuru sana na tunaendelea kumwombea kila baraka na neema za Mungu. Asanteni sana. So, natambua kwamba kukamilika kwa jengo hili hapa e, itakuwa faida kubwa kwa wakazi wa maeneo haya ya Wenda. Wito wangu kwa wakazi wa eneo hili kupitia kukamilika kwa jengo hili kwanza, utaleta chachu kubwa hasa ya watu ambao wanaishi katika eneo hili. Mosi, watapata huduma ambazo walikuwa wanazipata nje ya eneo hili, watazipata katika eneo hili katika makazi yao ambao wanaishi kwa hivi, italeta chachu kubwa sana kwao na kupunguza gharama za kusafiri kwenda sehemu nyingine kupata huduma.